Natokea Chuo Kikuu Ardhi, uh, school uh, yeah, ya engineering, environmental studies, idara ya disaster management training uh, katika hii idara tunatoa uh, courses za uh, disaster risk management ambazo ni long course na short course. Uh, majanga tunaona yanatokea kila aina katika nchi yetu. Kuna majanga ya mafuriko, kuna majanga ya moto, kuna majanga ya ukame. Kwa hiyo kama nchi, kwa levo ya taifa mpaka ya kijiji, kuna umuhimu sana wa kukabiliana na haya majanga, kujiandaa kushughulikia vihatarishi vinavyopelekea majanga. Na tunapofanya hivyo tunaweza kuokoa maisha ya watu wengi na kupunguza hasara za kiuchumi, kupunguza magonjwa ambayo yanaweza kutokea, na wakati huo wa majanga, magonjwa mbalimbali mbali ya mlipuko kama ya kipindupindu, kwa sababu majanga yanaweza yakasababisha magonjwa, vifo vya watu, kuumia kwa watu na pia uh, hasara za kiuchumi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na mpango wa kushughulikia uh, vihatarishi hivi vya majanga, na kuna njia mbalimbali za kushughulikia, kujiandaa na huu mpango. Mojawapo ni kufanya tathmini ya viashiria vya majanga, na unapofanya tathmini ya viashiria vya majanga inabidi kuhusisha wadau mbalimbali eh, wadau mbalimbali ambao ni wataalamu kwenye maeneo kama hayo katika ngazi zote, na hiki ndio kinachofanyika sasa. Kikao kinachoendelea ndicho tunachofanya, uh, tathmini ya hizo viashiria vinavyoweza kusababisha majanga ambayo yanahusiana na afya na ni vya kimkakati. Kwa hiyo, kikao kazi hiki muhimu sana kwa taifa kuweza kuwa na mpango kabambe ambao utasaidia kuzuia au kupunguza hayo majanga yasitokee kwa nchi yetu.